Nyumbani kwetu mbinguni ni mahali ambapo furaha hufurika milele. Watu wanateseka katika dunia hii kwa sababu walitenda dhambi na kufukuzwa kutoka mbinguni, ambapo wakati mmoja walifurahia utukufu bila kuhisi baridi, joto wala maumivu. Kwa kuwa dunia hii ni mji wa makimbilio kwa ajili ya wenye dhambi kutubu, imejaa taabu. Bila dhambi, kuna furaha na hakuna maumivu au huzuni. Ufalme wa mbinguni ni mahali mnapoweza kuingia ikiwa tu hamna dhambi. Dhambi ni uasi, na wale watendao dhambi ni waibilisi, na hivyo hawawezi kuokolewa. Bila kusita, Mungu mwenyewe ambaye hana dhambi alikuja hapa duniani na kuvumilia mateso ya usulubisho akijitoa mwenyewe kuwa dhabihu kama mwanakondoo wa Pasaka na kuwaweka huru mbali na dhambi kupitia damu yake ya thamani. Isitoshe kwa mara nyingine tena Mungu alivaa hema la mwili linalofanana na miiba na michongoma ili kurudisha ukweli ulioibiwa na Ibilisi na kuwaongoza kwenye wokovu. Ni lazima tuelewe upendo wa Baba aliyekuja kuondoa dhambi kilenga kuwaongoza wenye dhambi ambao wamekusudiwa kupelekwa kwenye moto wa kiberiti wa jehanamu hadi kwenye ufalme wa mbinguni. Kwa kuwa mmepokea msamaha wa dhambi kupitia Pasaka ya agano jipya, lazima mwe mwangalifu, msije mkadanganywa na kutenda dhambi tena. Waasi wanaweza kuwadanganya kwa kusema, bado unaweza kwenda mbinguni hata kama ukitenda dhambi fulani. Lakini Mungu alisema usiwatumikie mabwana wawili. Hii inamaanisha mnapaswa kuchagua ama kusimama na ibilisi na kutenda dhambi au kuishi bila dhambi na kuwa mali ya Mungu. Kwa kuwa kutiwa mawaa kidogo au sana ni sawa, lazima msitende dhambi, haijalishi ni ndogo au kubwa kiasi gani. Mkiacha dhambi bila kurekebishwa, itakuwa na kuwasababisha mtende dhambi kubwa zaidi. Na kama mnaasi sheria, hamwezi kuingia katika ufalme wa mbinguni. Kutozishika amri za Mungu ni uasi na kutotenda kulingana na mapenzi ya neno la Mungu pia kunahesabiwa kuwa uasi. Wenye dhambi hawawezi kudhibiti dhambi zao. Paulo pia aliteseka kwa sababu ya dhambi yake mwenyewe alipokuwa katika dini ya Kiyahudi. Alijaribu kuishi kulingana na neno la Mungu, lakini asili yake ya dhambi ikajitokeza, ikisababisha uchoyo, kiburi na chuki kuelekea ndugu zake. Hivyo, tunaweza kumwona akiwekwa huru mbali na dhambi baada ya kukutana na Kristo na kufurahia uhuru wake. Kwa kuwa mmepokea msamaha wa dhambi kupitia Pasaka, yaani sheria ya roho wa uzima, lazima mbadilike kutoka nia ya mwili hadi kwenye ile ya roho na kukua ndani yake. Nia ya, ya mwili huwafanya ninyi kuwa adui za Mungu na huwasababisha mtende dhambi. Dhambi hutokea pale ambapo nia ya, ya mwili inafanya kazi ndani yenu. Ilhali kujiepusha na dhambi kunaonyesha kwamba sheria ya roho inafanya kazi ndani yenu. Sheria ya roho lazima ifanye kazi ndani yenu siku zote. Mkishindwa kutambua dhamani ya mbinguni na hamwamini Mungu, anayeziondoa dhambi zenu na kuwaongoza kurudi kwenye ufalme wa mbinguni, hamwezi kumpendeza Mungu na hamna budi kutenda dhambi. Katika ulimwengu wa leo kuna hali nyingi sana zinazochangia kwenye kutenda dhambi kama vile katika nyakati za Sodoma na Gomora. Jitahidini kutotenda dhambi bali msali. Kwa kuwa maombi ni wakati wa kuongea na Mungu, ibilisi anakimbia mnaposali. Mnapopuuza kujifunza neno la Mungu, dhambi huhuishwa daima, lakini neno la Mungu linapokaa ndani yenu, bila shaka, ibilisi hurudi nyuma mwenyewe. Ili kuepuka kudanganywa na ibilisi, lazima mvae silaha zote za Mungu na mpigane dhidi ya pepo wachafu kwa kutumia upanga wa Roho ambao ni neno la Mungu. Hampaswi kusikiliza tu neno la Mungu bali pia kushiriki yale mliyoyasikia. Hasa Pasaka ni silaha inayookoa roho ambayo shetani huogopa sana. Mnapohubiri maneno ya Agano Jipya, imani yenu hubaki dhabiti, nanyi mnaanza kufikiri kwa haki kama Loti, mkitafakari ninawezaje kuwasaidia waache dhambi na kuingia katika ufalme wa mbinguni? Hamu kubwa ya kuokoa nafsi ni thibitisho kwamba sheria ya Roho iko hai ndani yenu. Biblia inasema kwamba katika siku ya hukumu ya haki ya Mungu, wale ambao wametenda dhambi wataadhibiwa na wale ambao wameishi kulingana na neno la Mungu watabadilishwa kuwa na miili ya kiroho na kutwaliwa mbinguni. Hebu tufanye kila juhudi kwenda kwenye nchi nzuri ya uhuru isiyo na mipaka, ufalme mtukufu wa mbinguni. Kazi yetu hapa duniani si kitu inapolinganishwa na utukufu unaotungojea mbinguni. Watoto wapendwa, msitende dhambi katika ulimwengu huu kama Sodoma na Gomora. Kwa hakika, hebu twende kwenye ufalme wa milele wa mbinguni ambapo hakuna huzuni wala maumivu.